Ndugu waandishi wa habari, kwa majina naitwa Kuba Msema Kweli, ni mkurugenzi wa kampuni ya mtihani ya Peo. Niwakaribishe sana siku leo ambao ni siku ya tukio la kutoa matokeo ya vijana wetu darasa la pili na la nne ambao walifanya tarehe tano na tarehe sita mwezi wa tano mwaka huu. Waandishi wa habari, nipende tu kuwajulisha kwamba vijana wetu walifanya mtihani wao tarehe niliyoitaja na leo tunatoa matokeo yao tarehe kumi na nane mwezi wa tano 2025. Napenda tu kuwajulisha kwamba vijana hawa walifanya mtihani huu wakiwa jumla watoto mia tatu na tano. Na nikependa kutoa matokeo yao kwa kuanza kusoma shule zilizofanya vizuri zaidi, lakini ni wapongeze sana wakurugenzi wa shule zote walizofanya pamoja na wakuu wa shule na wataaluma na walimu kwa ujumla watoto wamefanya vizuri kwa sababu ilikuwa mtihani wao wa kwanza. Ni mtihani ambao umewapa mwanga na sasa kuendelea kufanya maandalizi zaidi, maana lengo kubwa la kampuni hii ni kuandaa watoto wetu kwenda kukabili vizuri mtihani wao wa taifa. Na nipende tu kuwajulisha kwamba kwa mtihani wa kwanza kwa darasa la pili walifanya shule kumi na moja. Shule zote zilifanya vizuri, lakini nianze na shule tatu bora. Shule ya kwanza katika darasa la pili inaitwa Hanesta Primary School iko Dar es Salaam, wanawastani wa wa 76.46 sawa na daraja B. Shule ya pili ni Jovi, ni Junior School iko Dar es Salaam, wanawastani wa 74.53 daraja B, na shule ya tatu na Anundumi iko Dar es Salaam, wanawastani wa 74.42 B. Hizo ndo shule tatu bora, lakini shule zote zimefanya vizuri. Hivyo sasa, kwa kuwa matokeo yote tutayatoa leo, kila mmoja ataweza kuona shule yake imefanyaje. Sasa nisome watoto kumi bora kati ya watoto wote waliofanya mtihani huu. Kama nilivyosema, watoto walifanya jumla ni watoto mia tatu na tano. Mtoto wa kwanza anaitwa Abrian Isaac kutoka Triumph, ana wastani wa tisini na nne pointi saba tano. Mtoto wa pili anaitwa Lucas Kilenga kutoka Jovini Junior Dar es Salaam ana wastani wa 94.25. Mtoto wa tatu anaitwa Joyas Urasa kutoka Triumph iko Dar es Salaam ana wastani wa 94. Mtoto wa nne anaitwa Labella Mohamed kutoka Jovini Junior iko Dar es Salaam ana wastani wa 94. Mtoto wa tano anaitwa mm, Karen Lisa Williams kutoka Anesta iko Dar es Salaam ana wastani wa 93.5. Mtoto wa sita anaitwa Ian Wiganege kutoka Anesta ana wasta na tisini na tatu. Mtoto wa saba anaitwa Shemuel Dennis Konga kutoka Ninundumi kwa Dar es Salaam ana wasta na 93. Mtoto wa nane anaitwa Ivy Shija kutoka Jovin Junior kwa Dar es Salaam ana wasta na 92.5. Mtoto wa tisa anaitwa Confidence Jemedi Rimbo kutoka Ninundumi ana wasta na 92. Mtoto wa kumi anaitwa Giovanni Lanzi kutoka Anesta ana wastani wa 91.75. Mtoto wa 11 anaitwa Gladness M John kutoka Anesta ana wastani wa 91.75. Tumesoma mpaka 11 kwa sababu na watoto wengine wamefungana kama tulivyosoma hapo. Sasa, niweze kusoma eh, shule bora kimasomo. E, watoto wa darasa la pili walifanya masomo manne. Sasa nipende kusoma kila somo ni shule gani imekuwa ya kwanza. Tuanze na somo la writing, kuandika. Shule ya kwanza ni Nundumi, ina wastani wa sabini na mbili, daraja B. Tunakuja somo la reading, kusoma. Shule ya pili ya kwanza ni Jovini Junior kutoka Dar es Salaam, ina wastani wa 86.2. Tukakuja somo la arithmetic maana ya hesabu, shule ya kwanza wasta ni Hanesta ina wastani wa 79.5 daraja B. Tunakuja somo la rendi, run, run English, kwa maana ya somo la Kiingereza, shule ya kwanza ni Hanesta ina wastani wa 77.2 sawa na daraja B. Lakini pia nije kwenye e, masomo kama nilivyosema, watoto wamefanya masomo manne niweze kusoma somo gani la kwanza na somo gani lilikuwa la mwisho. Somo la kwanza ni reading kusoma e, kwa shule zote kujumulisha, somo ambao limeongoza ni reading, ina wastani wa 78.4 daraja B. Somo la pili ni learn English kwa maana ya somo la Kiingereza, ina wastani wa 69.6. Somo la tatu arithmetic, kwa maana ya hesabu, na wastani wa 68.8. Somo la nne ni writing kwa maana ya kuandika nina wastani wa 66.4. Haya ndio matokeo ya darasa la pili kwa shule zote zilizofanya. Tuko waandishi a habari, kama nilivyosema, leo tunasoma matokeo ya ya madarasa mawili ama darasa yalifanya kwa siku moja darasa la pili na darasa la nne. Basi sasa ni wasaa mzuri wa kuweza kuwapitishia katika matokeo ya darasa la nne. Sasa tunasoma matokeo ya darasa la nne. E, kama nilivyosema watoto hawa pia wa darasa la nne walifanya tarehe moja na darasa la pili tarehe tano na sita mwezi wa tano watoto hawa kwa ujumla walifanya watoto mia mbili na hamsini shule zilikuwa ni kumi na mbili lakini pia nianze kusoma shule tatu bora na baadaye nitasoma watoto kumi bora baadaye nitasoma shule zilizoongoza kimasomo baada ya nitamalizia uh, ranking ya masomo kwamba ni somo gani la kwanza na somo gani la mwisho. Nianze na kusoma shule tatu bora kati ya shule hizi zote zilizofanya. Shule ya kwanza katika mtihani huu kwa darasa la nne inaitwa Triumph, iko Dar es Salaam, ina wastani wa 33.28, daraja B. Shule ya pili inaitwa Theresian Sisters, iko Dar es Salaam ina 31.7 moja. Shule ya tatu inaitwa Jovini Junior, iko Dar es Salaam ina wastani wa 30.39. Hizo ni shule tatu bora e, shule zote zimefanya vizuri kwa sababu ni mtihani kwa wa kwanza kwa watoto wa darasa la nne, lakini tatu bora ni hizo nilizotaja. Sasa niweze kusoma watoto kumi bora kati ya watoto 250 waliofanya mtihani huu. Nianze na mtoto wa kwanza. Mtoto wa kwanza anaitwa Kamila Pasco kutoka shule ya Mazameli Dar es Salaam ana wastani wa 41. Mtoto wa pili anaitwa Mikaeli Nywage kutoka Mazameli ana wastani wa 40.83. Mtoto wa tatu anaitwa Kristina Zedi Mpopo, huyu anatoka shule ya Mesepu Dar es Salaam ana wastani wa 40.67. Mtoto wa nne anaitwa Gabriela Joseph kutoka Teresian, Dar es Salaam ana wastani wa 40.17. Mtoto wa tano anaitwa Salim Rashidi mfalme kutoka shule ya Cornerstone mkoa wa Pwani ana wastani wa 40. Mtoto wa sita anaitwa Alves alibesikihaga kutoka shule ya Mazameli, Dar es Salaam ana wastani wa 39.83. Mtoto wa saba anaitwa Nasla Ismaili Lulambo kutoka Triumph iko Dar es Salaam ana wastani wa 39.83. Mtoto wa nane anaitwa Benzeli Rupepo toka Teresian Dar es Salaam ana wastani wa 39.17. Mtoto wa tisa anaitwa Grace Aidan Kapinga kutoka Hope Ifunda Iringa ana wastani wa thelathini na tisa. Mtoto wa kumi anaitwa Fernando Komesha Faraji kutoka Mazameri ana wastani wa thelathini na nane. Mtoto wa kumi na moja anaitwa Giovanni Wangwe kutoka Mazameri ana wastani wa thelathini na nane. Mtoto wa kumi na mbili anaitwa Grace Nkwizu kutoka Mazameri ana wastani wa thelathini na nane. Watoto kumbola wamefika kumi na mbili kama mlivyoona, kwa sababu baadhi yao wamefungana, lakini pia niweze kusoma e, shule zilizoongoza kimasomo. Ntasoma somo moja, nitataja shule ambayo imekuwa ya kwanza katika somo hilo. Ya nitaanza na somo la Kiswahili. Shule ya kwanza katika somo la Kiswahili inaitwa Teresian Sisters toka hapa Dar es Salaam, ina wastani wa 42.7. Uh, somo linalofuata ni mathematics. Shule ya kwanza katika somo la mathematics kwa maana ya hesabu hisabati ni Teresian Sisters. Teresian Sisters ina wastani wa 25.5. Tunakuja somo la historia na, na, historia ya Tanzania na maadili, shule ya kwanza katika somo hili inaitwa Triumph kutoka Dar es Salaam, ina, ina wastani wa 33.8. Tunakuja somo la English language somo la Kiingereza shule ya kwanza katika somo hili ni Triumph kutoka Dar es Salaam ina wastani wa 38. Tunakuja somo la science shule ya kwanza katika somo la science and technology ni inaitwa Triumph ina wastani wa 37, 37.4. Tunakuja somo la geography geography and environment sport and art. Eh, somo hili shule ya kwanza kwa shule zote zilizofanya inaitwa Jovin Junior kutoka Dar es Salaam ina wastani wa thelathini na moja pointi tatu. Basi baada ya kusoma e, shule zilizoongoza kwa masomo haya, basi sasa nisome e, nisome leki ni ya masomo somo gani la kwanza na somo gani limekuwa la mwisho kwa masomo yote yaliyopimwa kwa watoto hawa, yalikuwa masomo sita, lakini ningependa kusoma somo la kwanza hadi la mwisho Somo lililofanya vizuri kuliko masomo mengine eh, ni somo la Kiswahili lina eh, wastani wa 39.4. Lakini somo la pili ni English language, kwa maana ya Kiingereza lina wastani wa 30.5. Somo la tatu ni science and technology kwa maana ya science na teknolojia ni somo la tatu lina wastani wa 30.2. Somo la nne, ni ni la historia ya Tanzania na maadili lina wastani wa 28.2 somo la tano ni geography and environment, eh lina wastani wa 25.7 na somo la sita ni mathematics lina wastani wa 19.8. Huu ni wastani kwa shule zote kujumulisha kwa masomo haya. Baada ya kusoma matokeo haya, ndugu waandishi wa habari, ni washukuru sana, lakini pia nipende kuwashukuru tena wakurugenzi wa shule zote ambazo wamefanya mitihani hii wakuu wa shule wa taaluma pamoja na walimu wote niwakaribisha sana katika mtihani yetu ya pili kwa madarasa haya. Tumemaliza hivi karibuni kufanya mtihani wa pili wa darasa la saba na mchakato wa usaishaji unaendelea, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, wiki ijayo tutasoma matokeo ya watoto waliofanya kwa mtihani wa darasa la saba kwa maana ya moko yao ya pili. Moko ya pili ya darasa la pili na darasa la nne itafanyika mwezi wa saba nadhani ratiba wale wote members ipo kwenye grupu lakini pia tutaendelea kuwajulisha. Niwakaribisha sana katika tukio hili, lakini niwapongeze sana tena, waandishi wa habari niwashukuru sana, mbarikiwe sana kwa kuhudhuria katika tukio hili muhimu, ili Watanzania waweze kujua na kuona hali halisi ya vijana wetu waliofanya katika mtihani huu. Kwa wale shule ambazo hatujawahi kufanya mtihani yetu, karibuni sana ni pia, ni mtihani mizuri ambayo inawapima vijana wetu vizuri niwaweka katika maandalizi mazuri katika kuelekea mtihani wao wa taifa. Asante sana na Mungu awabariki sana.